Kwa zaidi ya miaka ishirini, amekuwa kwenye amekuwa mwenyeji katika hospitali ya Coast General. Shughuli zake zikijikita katika jiko la hospitali hiyo. Japo hakupangia kufanya kazi ya upishi, ari ya kujikimu kimaisha ilimsukuma katika ulingo ambao hakutegemea kwamba utakuwa taaluma yake. Namzungumzia Wahida Sudi ambaye bidii yake imempandisha hadi kuwa mpishi mkuu katika hospitali hiyo maarufu Makadara. Kazi ambayo anasema naiheshimu na na kuienzi kila uchao. Nayofuata sasa ni simulizi yake katika marudio ya makala yetu ya Mwanamke Bomba wiki hii. Kwa majina naitwa Wahida Nashir Sudi. E, mimi ni mfanyakazi wa Coast General Hospital hapa main kitchen, na kazi yangu kuu mimi ni, ni head cook na ni assistant supervisor wa hapa jikoni ndani. Well, ni katika hali ya kutafuta kibarua hapa napale, na pale na nika apply nikaajiriwa, na appointment letter yangu ikatumwa moja kwa moja, kwa sababu that time walikuwa wanataka ni vibarua tu wanachukuliwa kwa jumla. So appointment letter yangu iliandikwa moja kwa moja as a kitchenette Kicheneti ni kwamba oh, wewe unatumwa hapa jikoni kwa kama sava. Nikaendelea na upande wa service kwa muda wa miaka saba. Mwaka wa, wa nane yake, nikaingizwa upande wa upishi sasa. Kama nikata kata mboga, nitaambia wacha nipakue. So nilianza hivyo pole pole pole, mpaka ile walipoona ile interest yangu kwamba niko interested sana na upande huo then wakanitoa upande wa service, nikawekwa upande wa kupika chakula sasa. Nikawa napikia madaktari chakula, hadi kufikia sasa. Ukapata cheo cha kwamba wewe ndio unasimamia wapishi wenzako. Pengine ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe kukua kuanzia wakati ule na kuendelea kufanya hii kazi mpaka wakati huu? Kitu chenye kimenipatia motisha nikae, jambo la kwanza ni, ni, ni familia yangu, kwa sababu wananitegemea mimi. Niko na watoto wa dadangu wawili pia maremo, ambao pia walikuwa wanitegemea mimi kusoma pia wangu kwa sababu ukiwa kwa pahali pana amani, pana utulivu wa nafsi yako unu, ukiingia kazini yani wewe ujikuta tu yani uko tu kama nyumbani. alafu kitu kingine pia zaidi ambacho chanifanya zaidi pia ni amki na nje kila siku ni kwa sababu ya wale wagonjwa wale kwenye wodi, kwa sababu nafikiria leo ni wao, kesho ni mimi, kwa sababu yule mgonjwa akivoti vile, kando na dawa matibabu ambayo amekuja kuyafuata hapa lakini yale matibabu hata akipewa lakini, kama hapati kula ile zile dawa zitafanya kazi vipi? Haziwezi. So wananipa motisha kubwa sana ya kunifanya mimi, kila ukisha ni ya kazi, uksha maybe ntasema mojawapo, unakuta pengine umepika ume chakula. Unajua hapa hatupiki chakula ya kubaki, sisi tunapika chakula yani ya kutoshea ambapo ikishapikwa inapakuliwa yote inaenda. So unapata mtu pengine ameenda ameserve na wamerudi na kumwambia e, tumeserve lakini kuna wagonjwa kama watano wa nne wamekosa chakula. Kivote vile ni lazima murudi tena nyuma muangalie tena kiharaka. Sasa, zingine kama binadamu unaweza kuta kwamba maybe umeingia kazi vizuri, umefanya mara, unakuta mwanzako umemwagikiwa na kitu cha moto amechomeka. So ile ni kitu ambapo lazima kivyovyote vile tuchukue ninye haraka na kumsaidia kwenda kutibiwa, na ile area yake lazima iwe covered na mtu, kwa sababu kivyovyote vile hapa jikoni asimacha sio. Utaona pengine tuko wengi hivi, lakini kila mtu akuna hakuna jukumu lake la kazi. Utauzungumzia vipi uhusiano wa wanaume na wanawake katika jiko? Manake mara nyingi watu hudhani kwamba jiko ni la wanawake peke yake. Mnapokuwa hapa mnafanya vipi kazi na wao? Hapa kila mtu anaona kwa sawa. Kwa sababu ingelikuwa hawa wanaume wanatubagua, wanatuona kama sisi hatuwezi, hapa hatufai. Sidhani kama ule mwiko ningeza kushika mimi. Wale ofisi waliotoka katika that time walikuwa na wanaume tena watu wazima. Lakini wao ndio wanakupa morali. Hii unaweza fanya jaribu. Na ni kitu gani pengine ambacho umejifunza zaidi katika hii kazi hapa? Jambo la kwanza, ushirikiano, upendo, na nimejifunza kwamba hakuna, ku, hakuna kuacha, yani you have to go. yani you have to go. Yani maanake nikiangalia kutoka pale nilianzia mpaka pale nimefika na bado nataka niende zaidi, na nilikuwa sijui mengi na sasa hivi saizi naweza kutoka mimi hata mtu akanipa function yake, nanasimama vizuri sana na nikaifanya, kwa sababu kando na hii kazi yangu pia hata za nje pia nazifanya. Na pia so hapa pamenifunza mambo mingi ya, ya maisha yangu, ya afya yangu, afya ya watoto wangu, afya ya mamangu. Mamangu ako na 80 81 saizi, hana sukari hana pressure hana ugonjwa wowote, ikimshika pengine ni homa za kawaida. Ni yote inaletwa kwa sababu nini? Kwa sababu ile mafunzo yote niliyopata hapa ndani ya chakula. Mimi nitawaambia kazi ni kazi, na popote mtu anafanya kazi, muhimu tu niwe mwenyewe kuizingatia na kuipenda tu ile kazi, kwa sababu mimi hata mwanzo nilipokuja nilipo, nilipo apply sikuplai kwa, kwa mpishi ama kujajikoni ile ilikuwa imewekwa tu ni open wanataka vibarua kazini. So mimi niliko tayari kwa kazi yote. Nijua hata pengine naweza kwa pande kufagia. Lakini kwa sababu niko nahitaji kazi na najua umuhimu wa kazi ni kitu gani. Basi mimi nilikuja nika apply na nikafanya. Na hii kazi kwa kweli pale mwanzo tulianza mshahara ulikuwa mdogo. Nimekaa muda mrefu sana na mshahara ukiwa chini, lakini ndio imenisomeshia watoto wangu, watoto wa dadangu. Ndio inanilishia watoto wangu, ndio inanilipia rent. Ndio inatupa transport, ndio inafanya kila kitu kwangu nyumbani. Mi sitegemei mtu yoyote, najitegemea mimi mwenyewe. Kwa hivyo mtoto wa kike yoyote pale nyumbani ama mtoto wa kiume yoyote, usichague kazi, usibague kazi.